Unajihisi kama umepoteza uelekeo wa maisha? Kama ndo hivyo, fahamu kwamba hauko peke yako. Ni kitu ambacho wanapitia watu wengi sana, na kitu unatakiwa kufahamu ni kwamba wengi kati ya wale ambao wanadhani wamepoteza uelekeo wa maisha hata hawajapotea bado, ni kwa sababu kubwa moja. Ukishaanza kuhisi kwamba umepotea, ina maana ujapotea, umeanza kushtuka kwamba hauelekei kwenye njia sahihi. Waliopotea kiukweli hata hawashtuki kama wamepotea. Na hata kama ikitokea ukapotea kwa muda, ukapoteza uelekeo, ukatoka nje ya reli, muda ule ule unavyoshtuka kwamba mambo hayaendi sawa, ndo unakuwa umeianza safari yako sasa ya kurudi kwenye reli, ya kurudi kwenye uelekeo sahihi na kuelekea kwenye kitu ambacho unaamini ndo chenye matokeo unayoyataka. Kwenye video hii naenda kuongelea vitu vitano ambavyo vinawafanya watu wengi wahisi kwamba wamepotea kwenye maisha, wahisi kwamba hawana uelekeo sahihi, na wengine waamini kwamba hawatokaa watoboe. Nitaongelea pia ni kitu gani unatakiwa ufanye kujikuta kwenye hii hali, na mambo mengine matano ambayo unatakiwa uzingatie ili uondokane na hii hali na isiwezi kukuathiri tena. Tuanze na sababu ambazo zinawafanya watu wengi wajihisi kwamba wamepotea na wamepoteza uelekeo wa maisha. Jambo la kwanza ni msukumo wa jamii. Jamii inakuwa na msukumo mkubwa sana kwa watu, hasa hasa vijana. Inakuwepo presha kubwa inayotoka kwenye jamii iliyotuzunguka, kutoka kwa familia, kutoka kwa marafiki, watu uliosoma nao, watu wanaokufahamu, na mara nyingine watu ambao hawakufahamu, kwa sababu wamekaa na wewe kwa muda wanaamini kwamba wanakujua sana, wanaamini kwamba wanajua uwezo wako, na wanaamini pia kwamba wanajua mapungufu yako. Wanatumia kila kitu wanachokijua kwako kukupangia future, kukuamulia maisha yako yatakuwaje, na wanaanza kuongea na wewe kwa mwelekeo huo huo. Usipokuwa na matokeo watakuuliza, usipokuwa na gari watasema, usipojenga watasema, usipojiendeleza kielimu watasema, ukivaa hivi au usipovaa hivi watasema, ukijaribu kubadilisha kitu na kuelekea kwingine watakwambia huko sio kwako, mbona wewe unakiweza hiki na huko unapotea. Sasa hayo mambo ya watu kuamini kwamba wanakujua wanakufahamu sana, yanaleta presha kubwa sana kwa watu walio wengi, na ukiichua hiyo presha ukaingiza ndani yako, mwisho wa siku unaanza kujihisi kwamba umepotea, kwa sababu baba alikwambia uelekeo wako ni huu, huko unapotea mama naye alikwambia hiki unachofanya sio, unapotea. Shangazi alisema hivi, marafiki wanasema hivi. Sauti zinavyozidi kuwa nyingi, unaamini kwamba umepotea na uko nje ya uelekeo, na maisha yako hayaendi sawa. Kumbe inawezekana wewe ndo uko sahihi, kwa sababu wewe ndo unajua uwezo wako na maamuzi yako na matashi yako. Hii ni sababu kubwa sana ambayo imewachangia wengi kujihisi kwamba wamekosea. Sababu ya pili ni hii hapa ni mfumo wa elimu ambao tunaenda nao, ni mfumo wa elimu ambao unatuongoza kuamua maisha yetu. Tukubaliane kwamba mifumo yetu ya elimu ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu imekuwa ikituandaa kwa ajili ya mitihani, imekuwa ikituandaa kwa ajili ya kuonekana mtu amefaulu, na imetuandaa sana pia kwa imani kwamba ninahitimu, kwamba nimehitimu la saba, nimehitimu form four, nimehitimu kiwango fulani cha elimu, lakini haituandai kwamba baada ya kuhitimu kwenye mfumo wa elimu kuna elimu nyingine tunaihitaji na aina nyingine ya maisha ambayo tunahitaji, ambayo haijali sana ni kitu gani umehitimu, na uhitimu wake unapimwa baada ya wewe mara nyingine kuondoka duniani na kumekuwepo kupishana kwa vipaumbele vya mifumo rasmi ya elimu na mahitaji ya soko, mahitaji ya dunia, na mabadiliko yanavyokuja kwa kasi, hasa kwenye teknolojia. Sasa hicho kinawafanya wengi ambao anahitimu tena kwa alama nzuri sana, kwa viwango vya juu sana, kuingia mtaani na kujihisi kwamba amepotea, kwa sababu alichokiona anakijua na kwamba amefuzu na kuhitimu vizuri, anaingia mtaani, anakuta wenye kazi, wanaoajiri, wenye biashara hawahitaji hicho kitu. Anakuta mlima mpya wa kuanza kujifunza, kuanza kutafuta network, kutafuta connections, wakuanza kujibrand, wakuanza pia hata kubadilisha mtazamo kwamba mimi sio mtu yule mkubwa ambaye nilikuwa najiona. Mimi ni mdogo, haya ni maisha mengine ambayo wanaenda kuishi. Hicho kinawasumbua wengi, na wengi hawataki kukubali kwamba, akishatoka kule kwenye mifumo yake ya elimu na kile alichojifunza, abadilike na akubali kuwa mdogo kuanza kukua kwenye hatua nyingine. Wengi hawakubali na mwisho wa siku, wanaishia kuishi maisha ambayo wanaamini na wanajiona kwamba wamepotea, hata kama walikuwa na nafasi kubwa ya kuto kupotea. Kitu cha tatu kinawachangia watu kuhisi kwamba wamepotea ni kukosa exposure. Exposure mara nyingi tunaiongelea kwa upande wa watu kutembelea nchi nyingi, kutembelea maeneo mengi kuishi maeneo tofauti, lakini exposure pia inabidi tuichukulie kwenye ile hali ya kuwapa watu fursa ya kujifunza mambo mapya na kujaribu mambo mapya nje ya mipaka yao. Hiyo nayo ni exposure. Hiyo ni nafasi ya kuwapa watu uwezo wa kujaribu na kuona wanaweza wakatanua mbawa zao kiasi gani. Waliobanwa, wale ambao wanafungwa, wanakaa kwenye eneo moja, kwenye jambo moja, hawapati nafasi ya kujifunza mambo mengi hawapati nafasi ya kukutana na watu wengi, hawapati nafasi ya kupitia changamoto ambazo zinaweza zikawapa nafasi ya kukua na kuongezeka na kufanikiwa hata kwa namna ambayo wenyewe hawajawahi kufikiria. Kufungwa, kukaa kwenye mipaka, kukaa kwenye eneo dogo kumewafanya wengi wajihisi kwamba wamepotea. Ni kwa sababu gani Anafungwa kwa muda mrefu siku akiachiliwa anakutana na wale ambao walipewa nafasi ya kupata exposure na kutoka na kujifunza mengi, watakuwa na hatua zaidi, na akijilinganisha ataona hmm, mimi hapa nimeachwa. Jambo la nne linachangia watu kujiona kama wamepotea ni uwepo wa machaguo mengi kwenye maisha. Sahizi tunaishi maisha ambayo dunia imekuwa kama kijiji na sio kama zamani, ambapo ulikuwa unaijua njia yako ramani yako ambayo utaenda nayo kuanzia unavyosoma mpaka utakavyokuwa kazini mpaka utakavyokuja kustaafu. Sasa hivi ni tofauti, unapewa nafasi ya kuchagua masomo, unapewa nafasi ya kuchagua kazi, na unapata pia nafasi ya kuacha kazi kuenda kwenye kazi nyingine. Ukifungua TV kuna chanel nyingi sana, na unachagua unayotaka, na nyingine hautokaa uziangalie ukiingia kwenye mtandao kuna machaguo mengi. Kila kitu kimekuja kwa machaguo mengi sana. Sasa wengi wetu hatujapata nafasi ya kuandaliwa kupokea machaguo mengi na kufocus kwenye njia ambayo ni ya kwetu. Kama haukupewa exposure ya kutosha na ukaja kukutana na machaguo mengi kwenye maisha, utakosa pakwenda, utakuwa unagusa hapa, unaacha, unagusa hapa, unaacha, unagusa hapa, unaacha, na itafikia kipindi utachagua eneo moja, baada ya kujikuza na kujiendeleza kwenye hilo utabaki na maumivu kwamba nimechukua kitu kidogo, lakini nimeacha vitu vingine vingi. Nimeamua kuwa mwalimu, labda ningekuwa mwelimishaji kwenye mitandao. Hiyo inaleta madhara ya kujihisi kwamba umepotea, kwamba umepoteza uelekeo, kwamba umepoteza fursa kwenye maisha. Na kitu cha tano ambacho kinawafanya wengi wajihisi kupoteza uelekeo wa maisha ni hii tabia ya kujilinganisha, hasa hasa kwenye mitandao ya kijamii. Hii mitandao imetupa nafasi ya kujua wengine wanaishi vipi na pia imetupa nafasi ya kuweza kuonyesha maisha yetu kwa namna ambavyo tunataka. Kinachotokea ni kwamba wengi wanaonyesha maisha ambayo sio halisi, na pia vijana wengi ambao wanakuwa kila wanachokiangalia wanaamini kwamba ndio maisha. Kwa hiyo umekuwepo ushindani kwenye mitandao ambao si wa kweli, sio fair kiukweli. Sasa mtu anaamka, anaangalia kwenye mitandao, anaona wengine wanaishi vizuri, anaona kwamba wanasafiri, anaona kwamba wana kazi nzuri, anaona kama wana magari mazuri, majumba mazuri, wanaongelea vitu vingi tofauti, na akijiangalia yeye anaona bado. Kumbe inawezekana anawatamania watu ambao alitakiwa awahurumie. Kumbe inawezekana anaenda kuomba msaada kwa watu ambao alitakiwa yeye awashike mkono. Hiki kinawafanya wengi wajihisi kwamba wamepotea, na kumbe hata hawajapotea hata sekunde moja. Sasa haya yote ambayo tumeangalia, na mengine ambayo hata hatujayaongelea, yanaweza yakakufanya uishi maisha ya kujutia, kuumia kujificha kuto kujiamini, na madhara mengi ambayo ya yanaweza kukutokea. Ni kitu gani unatakiwa ukifanye kwenye hali hii? Unatakiwa kubadilisha mtazamo wako na kujifunza kuangalia maisha kwa jicho la pili. Unatakiwa ujue unataka nini kwenye maisha yako, una mipango gani, labda pia una malengo gani kulingana na dreams na ndoto ulizonazo, na hayo ndo upiganie kuliko kujilinganisha na watu wengine, kuliko kuanza kujutia mara nyingine kwamba ulisoma elimu ambayo haikukufaa. Sasa hivi hutakiwi kujutia hivyo, tuna nafasi ya kujifunza mengi sana mapya kwenye mitandao, kuna fursa nyingi zinakuwepo kila siku. Kwa hiyo inabidi ubadilishe mtazamo, uangalie zaidi ukuaji wako kuliko kujutia au kujilinganisha na watu wengine. Na haya ni mambo matano ambayo unatakiwa uyazingatie. Kitu cha kwanza, Jua kwamba hauko peke yako. Hiyo hali ya kujisikia kwamba umepotea ni ya watu wengi sana. Kwa hiyo kama wewe umeshtuka hivyo, uko kati ya wachache ambao wamejikomboa na wamejipa uhuru. Kitu cha pili, fahamu kwamba hili sio kosa lako. Kama ulisoma kwenye mfumo wa elimu ambao haukuupenda, sio kosa lako. Kama umejikuta kwenye mazingira ambayo mnaishi, uchumi ambao labda hukuupenda, sio kosa lako kama ulijikuta umedanganywa na unayoyaona kwenye mitandao kwamba ni kweli umepotea, kumbe hujapotea. Sio kosa lako, ila sasa, ukishajua kwamba sio kosa lako, inabidi ufahamu kwamba ni jukumu lako kutoka hapo ulipo kuelekea kwenye njia sahihi. Kupotea sio kosa lako, ila kwenda njia sahihi ni jukumu lako maisha yote. Kitu cha tatu, natakiwa ufahamu kwamba kujihisi kwamba umepotea ni sehemu ya safari ya kuelekea matokeo unayoyatafuta kujihisi kupotea sio kosa, sio dhambi, sio jambo baya. Ni silaha kubwa na ni kitu ambacho inabidi ujivunie, kwa sababu wapo wengi ambao hata hawashtuki kwamba wamepotea. Kitu cha nne, inabidi ufahamu kwamba hii hali unayopitia sio mtihani, sio kwamba unajaribiwa. Hapana, ni sehemu ya safari ya kujitafuta na kujipata. Hakuna sehemu ambayo unaenda kusahihishwa kwamba umepatia au umekosea. Hapana. unajihisi umepotea ni kwa sababu uko kwenye safari ya kujitafuta na kujipata. Na kitu cha tano muhimu sana, unatakiwa kuzingatia muda wote na wakati wote, ni kwamba uko nayo thamani kubwa sana kwenye maisha. Kila mtu alizaliwa na thamani ya upekee kabisa kwenye hii dunia. Kazi yako sio kuenda kujilinganisha na wengine kwamba wako vizuri kuliko wewe. Kazi yako sio kuenda kulazimisha wengine waone thamani yako, wala kazi yako sio kuenda kujitafuta kwa watu wengine. Thamani yako iko ndani yako mwenyewe. Unahitaji kupata ufunguo wa kufungulia ule uwezo wako wa ndani yako, ili huo ndo utumie kuelekea njia sahihi, na isitokee tena ukapata nafasi ya kuja kujutia kwamba umepoteza uelekeo wa maisha yako. Natumaini umepata la kujifunza. Asante kwa kujiunga na sisi, asante kwa kuwa sehemu ya familia yetu ya Lenzi. Kama una swali, tuwekee kwenye comment. Kama kuna kitu pia umejifunza na unatamani kukijua kwa undani au unatamani kushia na wengine, tuwekee kwenye comment. Ambao bado hujasubscribe, pia usiache kufanya hivyo, ili uweze kupata mafunzo na masomo yetu mengine, na na usisahau kuendelea kujiunga na sisi. Mimi ni Michael, na hii